Naibu Katibu Mkuu wa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, Dkt. Charles Mahera amewataka walimu, wazazi, pamoja na walezi nchi nzima kuhakikisha kwamba wanaweka mipango madhubuti ambayo itaweza kuwalinda na kuwatunza watoto na wanafunzi kwa lengo e, ikiwa ni kuweza kupambana na wimbi la vitendo vya unyanyasaji na ukatili ili waweze kusoma katika mazingira ya usalama na amani. Akizungumza kwa niaba ya Katibu Mkuu Ofisi ya Rais TAMISEMI wakati wa kufunga rasmi mafunzo ya matumizi bora na salama ya vifaa vya TEHAMA kwa walimu wa shule za msingi, yanayotekelezwa kupitia Mradi wa Kuboresha Elimu ya Awali na Msingi ambayo yamefanyika katika ukumbi wa shirika la elimu Kibaha mkoani Pwani na kushirikisha jumla ya walimu wapatao 1800 kutoka mikoa minne ya Tanzania bara. Lakini pia kuongezeka kwa ufahamu wa jamii kuhusu masuala ya usalama wa mtoto wako nyumbani, sababu inayo nadhani ya BOOST napo tumefanya vizuri. Tunapenda watoto wetu waendelee kuana wa katika mazingira ya amani, kwa hiyo si tu shuleni nyumbani pia na njia na ndio maana tunakuwa na wazazi na walimu wanashirikiana kwa pamoja. Na yote haya, walimu wa ushauri na unasiri na wajua wa kamati za shule wamejengewa uwezo kuhusu ulinzi na usalama wa wanafunzi. Tunaamini watakwenda kutumia hiyo maarifa katika kuhakikisha hilo. So, swala la ulinzi na usalama wa watoto wetu linaongezeka. Lakini pia wizara ya elimu imetoa mwongozo mbalimbali kuhusu masuala ya lishe shule na wanaosimamia ni hawa hawa wanatibu waili na utafiti unaonyesha kwamba ukisimamia swala so la lishe shuleni, uwezo wa wanafunzi kuelewa unakuwa ni mkubwa na utoro unapungua. Uh, hiyo na kamati ziko mwongozo huko, nendeni mkatumie, pia na ule mwongozo wa lishe na, na chakula shuleni, akisheni unaosimamia vizuri. Kati ya halmashauri 184 n ni atilisti kila halmashauri imeguswa ina shule zaidi ya moja mbili tatu. Kwa hiyo tarajio la usalimu wetu wa wilaya na yule tunamwita DICTO, District Information Communication Officer, na wale wataalamu wenzetu wa tehama wote waliopo katika ngazi ya halimashauri wakishirikiana na walimu hao, sitarajii tena kwamba kwa tutaona kigugumizi cha upatikanaji wa taarifa na maarifa ya tehama. Niko sahihi au nakosea? mafunzo haya yameweza kutubadilisha zile attitude za zamani kwenda sasa kidigitali. Kwa mfano, tulikuwa wengi hatujui utengenezaji wa template za matokeo, sasa nina uwezo wa kutengeneza template ya matokeo, kujua formula na kuifungua na kupanga matokeo inavyotakiwa. Tulikuwa hatujui matumizi ya Google Class, sasa nina uwezo wa kutumia Google Class kufundisha